Mara nyingi tukisema kiongozi na tukasema maneno haya yanayoonekana kuwa makubwa makubwa, yanaweza kumfanya mtu fulani afikiri kwamba kiongozi ni mzee wa kanisa, kiongozi ni mkuu wa wilaya, kiongozi ni mwenyekiti wa kijiji, mchungaji na mangazi makubwa makubwa hayo. Sasa uongozi unaweza kwenda zaidi ya hapo na kurudi mpaka kufikia mahali ambapo kila mtu anaweza kuitwa kiongozi hata wa maisha yake mwenyewe. Kila mtu anahitaji kupanga malengo. Kila mtu anahitaji kutekeleza. Kila mtu anahitaji kuanzisha kitu fulani. Anahitaji kuwa na hamasa kwa ajili ya utendaji wa yale ambayo yako mbele yake. Alafu anahitaji kutathmini kwamba hii kazi ninayofanya ni yenyewe au sio?